kuna pa kwenda. Hmm. Yaani nasikitisha. Kwa bodaboda mbona mbona unapendea gani? Ni mbona hata sikuelewi na michongo yako? Toka kunisema uko mwanzangu. Kaa ugomvi. Nimekutoka je, nimekuvumilia vya kutosha hapa? Sinaona niko kimya. Hmm. Umenivumilia wapi shoga yangu, na kwambia ukweli? Na unapendea boda boda nini au lift za shule zile ndo unazipenda? Ha? Hmm. Eti kabisa nakupela shule buku na wewe unaipokea kabisa. Haya, ningekuwa mimi hiyo buku namtupia usoni. Kwanza akiniangalia na mimi na hazi ya kutumia muku. Eti ndio kabisa unapokea unakuja naye. Eti unakula kabisa kachori. Hivi wewe mtoto mzuri ulivyokuepo hivi unajiangalia una hazi ya kula kachori wewe. Shoga yangu pole, wewe sio hazi ya kutoa kula kachori. Wewe hazi ya kula vinono. Mtoto, mtoto anakula chipsi. Hai mama anajiwisi upo. Maana wewe nimekuchoka. Yaani kila siku vikachori. Tazani, mtoto. Hmm. Yaani navumilianga tu, lakini kusema kweli, mimi kachori hata sipendi. Hapa nasubiri aje nipe langu mia mbili shilingi. Nikale zangu vinono. Ama kweli mmeamini siku ya punda mateke, sio so, unakuja kuniambia darasani, oh, Aisha, unashingabe watu tukana kati la uso wewe. Leo hii unaona ile jelo jelo zangu bugubugu zangu hazina samani, si ndio maana yake, shoga yangu, sio? Unapelekwa kwa bwana geto, ukifika kule unaudi na mafua, kifua, kila kitu cha kwako. Kwanza mashuka yenyewe hata yaeleweki, yana ramani sijui ya Tanzania, sijui Zanzibar, Afrika, yani hata yaeleweki jamani. Ah, changamkeni, changamka shoga yangu, umelala yani, upo nyuma Yaani mpaka unatia unyong'onyo. Jamani, ina maana umenileta hapa uniseme, unitambie au nini? Maana yake mm. mdo tu kwa tulivyofika hapa ni kunisema, si vikacholi, si boda boda, si na mka mafuta. Yote hayo yani ni udugu. Mimi naomba kusindikiza kwa bwana wako na ujanaambia kuja kunisema. Si unanielewa? Mhm. Mm. Sasa hapa kwa kwa kutulia, tumsubiri huyo mshujaa hapa ni pele elfu ishirini leo ngakununulia chips kuku ule na leo unataka nikulishe na nadhani hata leo ukikulisha wewe utatapika hivi. Hata ushaikula chips kuku kweli? Na kwa taarifa yako, unavoniona mimi hani najiweza hapo, kwenye nataka nikuonyeshe. Elfu ishirini ninazo. Upo dada? Ngoja nizitoe kabisa, maana huko ndani labda nakutania. Unaziona hizo? Unaona tajiri mdogo wangu, ni heshima sio? Unabwata bwata nini? Huyo mshua ni mwanaume sio, hivi bwana vyako viboda Jamani, yaani zaidi hapo. Unavyokuona hapo, unanuka una moshi, na kama sio unanuka moshi unanuka mafuta. Kwani wewe sheli? Eh, shogangu, nimekuchoka na wewe. Amka, mbona akili imelala hivi? Eh, umezaliwa wapi shogangu? Mshua akija hapa naingia naye ndani kuenjoy. Kwa hiyo sitaki kupangiwa, sio? nafika ngani muda wote, ngongo ngo, twende, sijui muda wa kwenda nyumbani umefika. Thamani dada, sitaki kupangiwa hapa kwa bwanangu, mwanaume wangu wa maisha yangu. Kwa hiyo naomba heshima ifuate mkondo wake, sijui unanielewa. Maana huu mwili unavyouona wote wa kwake, kila kitu nachokiona mwilini mwangu cha kwake, nishamkabidhi Kilichobaki hapa ini gitaka anatembea nao, sema tu ndio hivyo, hata iwezekani la sivyo. Yani ngempa kabisa atembee nao, nimependa nimekufa nimeoza, yaani kilichobaki ni kusafirishwa tu kwa mshua. a udugu umezidi, maana mekuvumilia vya kutosha tu kunisema, uko udugu ningelijua, si usindikiza. Yani naona hapa nimekaa sana, simuoni atoke kwao, tende twende

baadaye tutaonana. hmm, shoga yangu, mbona ghafla hivyo? Au yale maneno alokuambia kule yamekukwaza? Shoga yangu, nizoee. Hamna shoga yangu, amna hata kitu kichonikwaza. Mi niko sawa, ila mi naenda hivi, baadae tutaonana. Sawa kama umeamua hivyo, sawa sawa, baadaye. Aya, poa poa, sawa sawa.

Wanavoumwangalie wanauuaakauaya ni wapuzi wawili. Kinachowagombanisha hapa nini? Muulize huyo, hata usiniulize mimi. Haya wewe, nagombania nini hapa kwa bwana mwenyewe vivi vina nini? vigagula wawili, wewe dada samani unijui? Sikujui gagula mwenyewe. Ninapokuuliza naomba unijibu. Mi mwenyewe kiburi kama wewe. Mi mwenyewe kicha tena chizi wa machizi. Mmekuja hapa mnagombania nini kwa mshua? Eh, bwana usinichanganye. Kwa nini unaniuliza kama nani? Vipi unamjua naye mjibu au unalopokalopoka tu? Wewe, Kama sikosei huyu ametoka kugongwa. Ndio ametoka kugongwa huyu tena mwizi kabisa wakupigwa huyu. Wewe, wewe si mtoto mdogo sana we? Mtizame kwanza, ovyo. Wewe, namshua wapi na wapi yaani, hata miaka kumi na nne bado we si mwanafunzi kabisa wewe jamani, na tena na mifuko ya daftari ha! Wazazi wana shida, wazazi wana tabu, kwa hiyo nyie mmetoka huko umeongozana na mayuniformu. Mshua, upo mmagumu. Mshua popote ulipo upo mmagumu, umeingia cha kike, miaka thelathini inakuita Haya, nirudi kwako. Akisha shuda, mara ngapi nimekuateza kuja hapa kwa Mshua? Mara ngapi nimekukanya, unajifanya mgumu na mara ngapi nimekukimbiza kule mtaani kwa sababu ya Mshua? Umewe kiburi, eti tena wewe. Dada, usinivuruge tena, usinivuruge usinikaze ubongo, sawa? Alafu kingine, mimi sio kiburi tu, mimi ni jeuli pia. upo We kiburi? Ndio. We jeuli? Eh, ndio mimi jeuli. Unasemaje wewe mpuzi wewe? Shezi mmoja wewe. Nikuona siku nyingine unakanyaga hapa ndio utajua na. Haya na wewe ulikuja hapa kufanya nini? Ulikuja hapa kufanya nini kwa mshua? Yeah. Dada samani. Wewe si mwanafunzi, wewe unatakiwa uwe shule. Unataka ujue ili ugundue nini? Na ngisha kuambia utagundua nini kwa mfano. Hivi unamjua unaye mjibwe? Wewe nakuuliza na unamjua na unaye mjibwe? Sasa sikia, nakukanya kuanzia leo na kuanzia muda huu. Marufuku kukanyaga hapa kwa mshua. Yaani hapa paone kama kituo cha polisi. Bwana yeye mwenyewe si mchanganyi. Bwana ungekuwa peke yako usinge na alama peke yako. Unajua kujibu? Demi, jana wanafunzi, baada ya msome mnakuja kwa mabwana. Wazazi wapo nyumbani wanajua watoto wapo shule. Mwenyezi Mungu jamani. Wazazi wanajua watoto wapo shule kumbe wapo, wapo kwa mabwana, tena mnaongozana wawili wawili. Ha! Mshua huyu naye kazidi jamani. Hadi wanafunzi tena vitoto vidogo. siku nyingine niwaone, mtani jua washenzi wamoja. nii takuwa kaenda wapi? Au ndio kashaenda kutafuta malaya wengine? Ukamaliza kugonga wanafunzi, kaenda kutafuta malaya wengine. Wemshua, Mshua atakuwa kaenda wapi? malaya utamuua u ani bila samani, naomba nikuulize kidogo ndio hivi. Huko nako toko kuja kutana na mwanafunzi yote wa kike, afu mbona kama umetaharuki vipi? kuna shida dada? Hamna dadangu, kuna kitu kidogo nataka tu nimpe. Sasa naona kama vile ameniacha. Ndio nipo namfuatilia, nimepitana naye njia hii hapa, ameelekea hii njia mm. Haya -hmm. Eh, asante Ayak. Njoo hapa mimi. Hivi mnaweza mkaniambia ni kitu gani kinachowafanya mkimbizane mchana wote huu? Eh? Na wewe mpenzi wangu, unakimbizanaje na mtoto mdogo mtaani hivi, watu wote wanatazama kulikoni? Sikia nikuambie. Mimi nilikuwa natoka nyumbani na pita pita zangu mtaani kama kawaida yangu. Kufika sehemu, nikakuta huyu na mwanafunzi mwenzake wako wanapigana. Sasa ikabidi nisogee kwenda kuamua mimi kama mtu mzima. Nafika pale na wauliza, shida nini mpaka mnagombana? Anaanza kuniambia kunambia, ho, huyu kanichukulia bwana wangu, kwa hiyo hapa tunapigana kwa sababu ya bwana. Mimi nikamwambia yani, mnatoka shule, baada ya mwende nyumbani, mnafika njiani mnaanza kugombana kwa sababu ya mabwana. Mwenzake akafanikiwa kukimbia. Baada ya kunijibu shit, ndo nikaanza kumkimbiza. Sasa nikamtoa huko baru, mbio namwambia, mama yako analipa ada na baba yako, wende shule usome, kumbe wewe unashinda mtaani kugombania mabwana. Ndio maana umetuona mpaka hapa tunakimbizana. Nipo namkimbiza aende nyumbani kwao, uncle anachozungumza ni kweli, mjomba. Huyu muongo, yaani tena muongo. Kwanza nashangaa toka leo, tena akawa malaika. Mwangalie mjomba anavyonishushisha, umemwona? Hacha kumshushisha bana. acha unafiki mahacha, we mtoto wewe! Hmm. Mjomba, mi nakwambia ukweli, mimi na huyu tunashare bwana mmoja. Yani wewe na huyu mnagombania bwana? E, tunagombania na bwana. Kwani yani wee unagombania bwana na huyu mtoto mdogo, mtoto. Kwa hiyo nikwambie kitu mpenzi wangu. Huyu ana hasira za kumtoa kule bado namkimbiza ili aende nyumbani aache kufanya ujinga. Wewe, mimi na wewe tunagombania bwana sangapi? Hivi una akili timamu wewe? Yaani unashindwa kusoma, unashinda mtaani kugombania mabwana, afu nakuja hapo unaanza kumwambia mpenzi wangu, oh, ni sui mimi na huyu tunashia bwana mpenzi wangu. Yaani wewe atakuwa na hasira za kumtoa kule bado kwa ajili ya kugombania mabwana. Wewe, hivi unavyoniangalia mimi na umri wangu mimi na wewe tunaweza tuwagombania bwana? Hivona akili timamu? Yaani umepelekwa shule ukasome, alafu unaanza kufanya ujinga, kuja unamwambia mpenzi wangu kama mimi na wewe tunashare bwana. Nieleze vizuri mwayo wewe, nini chanzo cha ugomvi kati ya huyu na huyu hapa? Kaa kwanza samani, unijui sikujui, huyu na huyu wanashare bwana huyu mmoja. Ni choksa cha kukimbizana huko mababa, yani wanakimbizana kila siku. Kisa bwana huyu mmoja anagombania. Yani kifupi, anafumaniana. Yaani wewe yango. Mimi na wewe tulikubaliana nini? Unataka kuniambia tahari ushaanza michezo yako ya, ku, ya kufuata mabwana mtani? Na kwa nini mnagombania bwana mmoja? Yaani wewe na mpenzi wangu. Hii ni, ni sifa kweli ya wewe kugombania bwana na huyu? Mjomba, unakumbuka vile nilivyokuhadisia? Sasa huyu ndo rafiki yangu ambaye aliniambia nimsindikize kwa mpenzi wake. Sasa huyo mpenzi wake ana rafiki yake, huyo rafiki yake sasa ndo alionitoa bikra mimi. Eh, kwao, unataka kuniambia kwamba yule la rafiki yake na hu, na bwana bwana wake huyu hapa ndo wewe aliyekutoa bikra, si ndio? Ndiyo mjomba, ni kweli anachokizungumza Yaani iko hivi kaka huyu yeah. huyo bwana ambaye amekwambia wewe, sijui mmeanza vipi mazungumzo, mi sitaki kujua mm -hmm. bwana wewe ni bwanangu mimi, sawa, na bwanangu mimi ndo bwana wake huyu, ndo bwana wake huyu, yaani kiufupi, bwana mmoja wote tunashare. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe, wewe na wewe mnashare bwana mmoja, yaani nyote watatu mnakuliwa mna na mtu mmoja? Ndio, kama sio kilapo nini, ndo hivyo hivyo. Ushoga wako una ushoga na mimi sawa, kama ushoga wenyewe ndio huu wa kushia bwana mmoja tena, ukome. Kuanzia leo mimi na wewe sio mashoga tena, uishie hapo na urafiki na uvunje leo, sawa? Tumeelewana upo bibie? Mm, ila shoga yangu, basi mambo tu ya kawaida, tumesema tu ukweli shoga yangu. Ah, wewe koma, una ushoga na mimi ah. Sasa kwa nini mnagombana tena, wakati aliyekuwa anawagombanisha mimi nishamtoa? Na wewe yankongu, uliniambia huyu ni rafiki yako, tena rafiki yako kabisa kindakindaki, siri yako siri yake Ai, nakuaje tena na nyie mnarumbana? mwambia nkoakwa ukweli. Wewe tena ukome mpuzi, yani sikupendi na kuchukia maisha yangu yote, na sitaki niwe na ushoga na wewe. Kuanzia leo ushoga umeisha, mpuzi, mpuzi mmoja chefu. Mjomba, tulikubaliana mimi na wewe ukaniahidi kwamba umetolewa bikra na mwanafunzi na nikakupromisi kwamba usifanye mapenzi mtaani kabla ya kwangu, mimi sija kukagua na kukufundisha mbinu za kuendea mtaa. Unataka kuniambia umekiuka maagizo yangu ambayo nilikuagiza? Mjomba, mi ulivyoniambia nilikuelewa vizuri sana, ila mjomba, mimi sijaanza kujihusisha na mabwana wa mtaani. Huyu muongo mjomba! Mjomba, mjomba, usimsikilize nisikilize mimi, anko wako so useme tu ukweli. Unachoficha hapo nini? Koma umesikia? We koma hiyo vipi? Koma hiyo vipi? Acha niseme ukweli